Ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na wenzetu wa TAWA tumeweza kumkamata mtu mmoja anaitwa Riziki Charles Mapila mwenye umri wa miaka 55. Huyu ni mkazi wa Lubele wilaya ya Kyela akiwa na nyara za serikali vipande tisa vya meno ya tembo bila kibali. Huyu mtumiwa alikamatwa Aprili 14, mwaka 2025 na askari waliokuwa doria katika kitongoji cha Isaki kata ya Jisi tarafa ya Unyakyusa wilaya ya Kyela akiwa na vipande hivyo tisa ya meno ya tembo vyenye uzito wa kilogramu 34.6 akiwa mahifadhi ndani ya mfuko sandarusi na mfuko huo ukisha kuficha polini. Lakini wakati huo huo, jeshi la polisi mkoa Mbeya kwa kushirikiana na askari hawa wa TAWA katika wilaya ya Mbarali tunamshikilia mtu mmoja anaitwa Kennedy Yawaga mwenye umri wa miaka 37 huyu ni mkazi wa Itamba akiwa na nyara za serikali vipande vitatu vya meno ya tembo bila kibali mtumiwa alikamatwa Aprili 3, mwaka 2025 katika kijiji cha Madabaga kilichopo katika kata ya Mapogoro, tarafa ya Rujewa ambayo uh, iko katika wilaya ya Mbarali, mkoa wa Mbeya, na alikamatwa katika operation maalum dhidi ya wahujumu uchumi wa taifa, wakiwa na hizo nyara zenye uzito wa kilo 12 na akiwa amefunga kwenye mfuko wa sandurusi nakisha kufukia kwenye ardhi kwenye shamba lake ambalo analimiliki pale nyumbani kwake. Kwa hiyo uchunguzi awal wa awali umebaini kuwa watuhumiwa wote wawili wa uwindaji haramu na wanajihusisha katika suala zima la kuwinda wanyama kwenye hifadhi za taifa bila kufuata taratibu, na taratibu zinafanyika watafikishwa mahakamani.